Hebu kila mmoja amwangalie mwenzake, muulize mwenzako, unahisi una, una tabia ambayo ina changamoto ya afya akili. Muulize mwenzako, je, wewe yeah. unahisi unaukuchaa kidogo. Sasa naomba tilini Naomba turudi. Inawezekana imekufurahisha sana, lakini natamani tutulie wote. Ende kila mmoja tutaenda kujifunza tabia mbalimbali za magonjwa ya akili alafu, tukiwa tuna vitaji zile tabia, nataka chukua muda, chukua nafasi, ikiwezekana kama unaweza kutafakari kwa kufunga macho kila mtakachokuwa na hitaji unajiuliza, hivi nimeshawahi kufanya hichi? Hivi nimeshawahi kukikia hichi? Bwana Yesu nakwaya nabaii. Hivi nimeshawahi kufanya kitu hichi? Je, hiki kitu kimeshawahi kunitokea au kuna mtoto wangu wa karibu nimeshawahi kumfanyia kitu hichi ambacho kitaleta shida? Bwana Yesu, tunaanza na dalili za mtu mwenye afya ya akili iliyo bora. Alafu tutaenda dalili zenye mtu mtu mwenye afya akili ambayo ina changamoto. Namba moja, katika tabia za kibinafsi tunaigua kwenye tabia za kibinafsi, personal behavior, tabia binafsi au utu wa mtu mwenye tabia ambayo inaashiria afya ya akili iliyo bora. Namba moja, mipaka, boundaries. Ni mtu ambaye hashiki kitu cha mtu ameambiwa achukue

umeshindwa kujifunza kuwa na mipaka. Umeingilia maeneo ambayo sio. Kwa hiyo wanawake, akili bora ni lazima ujifunze kuwa na nini? Mipaka. Jambo la pili, kiasi. Kiasi maanake ni kiasi katika mazungumzo, kiasi katika tabia, kiasi katika kila unachokifanya. wakaatabonesha sie wangapi wanafoma dada anaongea sana, tunyoshe mikono Wangapi wanapenda watu wadada ambao wanapatikana kila mahali kiniza wakati wote anakuja? Tunyoshe mikono. Wangapi wanapenda dada ambaye anakula sana? wadada wangapi ambao wanapenda kaka ambaye anauunika sana katika kutumia kila kitu kinachokitaka? Tunyoshe mikono. Wangazi wanapenda mkate ambaye anaongea sana aa, nakwambia hiyo ndivyo ambavyo ni maisha ya kawaida. Unapooa kiasi hauweni tu hasira na ukataliwa mbele za watu, lakini unapoteza watu wa msingi ambao wanaweza kabaki katika maisha yako. Pangu, hata, wa, wa, wa, wa, na kukuletea mibaraka mbalimbali anaona huyu nikimshirikisha tu hata mpango aaouanya tukimwambia tu, ao mwisho wa siku utabaki katika changamoto ya kukataliwa na kukosa watu wanaoishi katika maisha yako kwa sababu tu umekosa kiasi, ukiambiwa kidogo una

tunasema unapata changamoto ya afya ya akili kwa nini? Matokeo yanayotokana na kukosa kiasi ni mabaya, yatakusababisha ujione umekataliwa. Ukikatariwa, kila mtu ambaye unahitaji akae katika maisha yako unamwona hayupo, hiyo katika hali ya kijamii, uchumi, kiroho. Ukiona unakosa eventually afya yako ya akili au hisia zako lazima zikapata changamoto. Na kama umekosa tu kiasi ukapata hiyo changamoto eventually, na hisia zako hazitakaa sawa, Bwana Yesu. Namba tatu, kukosa mipango. Nafikiri mwalimu amesema hapo, Mungu anavyokubariki anategemea ana ile baraka ifanyike ah, uh, ifanyike baraka kwa aina mbalimbali. Unapokuwa na mipango ukaitimiliza, maana yake unania au tunasema ni purpose, na unakuwa una focus ambayo itakusaidia wewe kuaccomplish hiyo mipango. Na Mungu anapokubariki na hiyo mipango kama afya ya hiyo bora, anategemea ni baraka atakayokupa ikufaa wewe, ukimaliza uwafae wengine, lakini pia lake wewe kama isanaechaki na maanisha kama Mungu anakupa kazi, wewe ni mwalimu, anategemea katika huo walimu wako utabadilisha e vipi maisha yako, iye ya kiroho, ya kiuchumi? Watoto wako watasomaje? Maisha yenu yataendaje? Watoto watapata nguo gani? Kila kitu, majukumu ya msingi yamefanyika, kwa sababu na mipango thabiti, kama mtu mwenye akili bora. Lakini pia, anategemea kupitia ualimu wako, jamii iliyokuzunguka inafaidikaje? Hata wale walioko jirani yako wanafaidikaje kuwa na mwalimu jirani yao? Bwana Yesu asifiwe. Lakini si. i kabisa limetegemea katika hiyo walimu wako linapata nini? Ndipo ambapo Mungu anaiweka mipango yako kuwa thabiti, na kwa hakika utakuwa na afya ya akili hiyo bora. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ukiwa na shilingi elfu mbili Mungu anataka elfu mbili ujawani moja ikufanye mbili, uifanyie wengine wale mbili, lakini tatu uifanye kazi ya Mungu, ndipo ambapo mipango yako mbeleni itafanyaje itathibitika. So, unapokuwa na mipango yako binafsi tunategemea nedi, kuna yale ambayo utakayatumia, kuna ambayo utakayo invest, lakini kuna ile ambayo utakayoitunza itunza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mipango sahihi inaleta afya ya akili bora, lakini mwisho wa siku itamzalisha mtu bora ambaye anafaa kwa, kwa maisha yake binafsi. Unakuwa bora kwa maisha yake binafsi, lakini unakuwa bora hata kwa kanisa, unakuwa bora na kwa jamii ambayo inayokuzunguka. Tumesema mipaka, tumesema ki kiasi, mipango. Kati ile kukabiliana na hali za ukingoni, ukiwa na furaha sana. Kuna mtu ana furaha sana, anaasa. Kuna mtu ana anashindwa hata kusali. Kuna mtu ana furaha sana anashindwa kufanya mambo ya msingi kwa sababu tu furaha hiyo yenyewe ameshindwa kucontrol pia. Lakini unapokuwa katika hali za ukingoni, huzuni. Kuna mtu anapata huzuni anaanza kula kupuzumiza kuna mtu anapata huzuni analala kupitiliza. Kuna mtu anapata huzuni anaenda kunywa pombe kupitiliza, au anakunywa kabisa. Kuna mtu anapata huzuni anaingia kwenye madawa ya kulevya. Kuna mtu anapata huzuni anaingia kwenye, kuna mtu anapata huzuni anashindwa kuwa ai kabisa, anashindwa shughuli zote za kiuzalishaji. Hii hey, ni kushindwa kukabiliana na hali za ukimbo, kitu ambacho vijana wengi tunapata. Kwa nini na matarajio makubwa kuliko reality ya maisha ambayo tunayo. Bwana Yesu asifiwe. Jambo lingine, kutunza afya. Tunaposhinda kutunza afya, lazima pia tuna afya asili ambayo sio sawa. Mtu anaamka asubuhi anaamua kuza, anaamka asubuhi anaamua kula vyakula ambavyo vinaweza kumfanya kushindwa kukonsentrate. Anaamka asubuhi anashindwa anas, anas, kufanya mazoezi anashindwa kuangalia ulaji wake, the whole day, siku nzima. Anashindwa kuangalia namna gani atakaa katika hali ya usafi. Mtu anamka asubuhi, anashindwa hata kumsafisha hata kuoga hawezi. Anaamka asubuhi anashindwa hata kuswaki. Anaamka asubuhi atandiki kitanda. Kwa hiyo swala la kutunza afya na usafi ziko pamoja. Bwana Yesu, vijana wangapi? Kila mtu wakuamka natandika kitanda changu kiondoki basi wakati kagule unatandika kitanda, Bwana akubariki. Lakini naomba nikuambie siri ya kutandika kitanda siku zo iki. Nakutania, naomba kesho ukafanya. Sasa leo imepita, hata ukitandika saa hizi labda takatuna zugizii. Lakini huyu unapoamka asubuhi, tandika kitanda, alafu so kisimaliza kutandika kitanda kati kaiba Tandika kitanda, Bwana Yesu. Kama tandika kitanda hakika, kile unachokitandika utafika. Ofisini ca unapanga na meza yako unakuta, utafika. Kama ni shule unapanga na yako utakuta. Kama ni nanyesa na mijibu wako nyumbani, lazima uweke mjibi wako vizuri, kwa sababu umetandika. Panga upanda maliza, utaenda utaosha na vyombo. kwa hiyo kitanda cha kwanza umeamua kutandika kitanda, umekamilisha vingine vingine vilivyobaki. Bwana Yesu, jambo lingine kuonyesha kwamba una akili, afya ya akili iliyo bora, kuna watu yeye ni mama, ni mke, ni mwalimu, ni daktari, ni mtumishi kanisani, anatakiwa aende kwenye vikoba, anatakiwa a ninaele togoni, anatakiwa katika na watoto shuleni na bado anatakiwa fanye na mazoezi anatakiwa nekani bana mizani mizani. Kama haijakaa sawa, huyo mama hapo akirudi nyumbani ni mama akirudi nyumbani, akikuta hata kile kitanda ambacho amekitandika asubuhi akijakaa vizuri, au amekuta tumeweka hata kijiko vibaya, lazima mtaishia kwenye mazoezi u kwa nini? Kwa sababu ameshunzwa kubani vitu na kuprioritize afya ya akili maanake, huwezi utafanya vitu vyote kwa wakati mmoja bila kutamani mwili wako kupumzika. Unapoweka balance, maanake kuna muda wa kazi, kuna muda wa kupumzika, kuna muda wa kustari, kuna muda wa kupumzika, kuna muda wa kufunga, kuna muda wa kula. Wapendwa, kuna muda wa kufunga na kuna muda wa panoja wa kula, kuna muda wakwenda sokoni, kuna muda wa kukaa nyumbani na kuangalia watoto kama wameza, kuna muda wakupata picha za watoto, kuna muda wakusema ngoja nitapata shati, au kuna muda wakusema nitafanya vitu ili niweze kupumzika. Kwa hiyo ni kazi na dawa, lakini kingine nidhamu. Kinamaanisha nidhamu katika mambo binafsi, katika lakini nidhamu kati kajali, hini, katika kujali vile ambavyo unavyowatendea wengine, lakini nidhamu katika wajibu wote ambao unaopewa. Bwana Yesu asifiwe. Hapa naomba nichanganye nidhamu na uwajibikaji. Wengi tumeaminiwa katika maeneo mbalimbali, especially katika maeneo ya, ya kazi Ayo, lakini hatujatumia muda wetu vizuri kutimiza ule wajibu ambao unaupata kuufanya, tunaona ni kazi ya taasisi au tunaona ni kazi nyingine lakini kumbe unapowajibika Mungu atakubariki atabariki atakupa baraka ambayo itakufaa wewe, lakini mwisho wa siku unapokamilisha ni vukuu nne pewa, unapata amani na kuhisi kuhitaji kupumzika, si ndio hivyo? Wangapi wanaweza wakapumzika kama hajasoma na ana mtihani kesho? Kuna mtu anaweza kupumzika? Utapata maangaiko, yani kama umeshinda, yaani maana yake wewe utakuwa ni yule mtu wa bure. Mwalimu mwalimu utakuwa ni wabule. Labda ndio maana hutajali, lakini kama ni mtu anayejali, huja pumzika unless umewajibika na umekuwa na nidhamu na kile ambacho unachokifanya. Bwana Yesu asifiwe.